Napenda kushukuru serikali pamoja na mwekezaji kwa maono yao makubwa ya kufungulia soko hili ambalo linawapa wananchi wa Tanzania fursa ya kufanya biashara katika mazingira bora na yenye tija, kwa sababu kuna baadhi ya masoko ukienda unakanyaga matope, lakini hapa ukija unapaki gari vizuri na unakaa vizuri kabisa na unafanya biashara yako, wanakuja kununua, ananunua vizuri tunapenda kutoa shukurani maalum kwa uongozi na usimamizi wa shughuli zote za soko hili. Ni siku ambayo tunaweka alama mpya katika safari ya kukuza biashara, uwekezaji na maendeleo ya muundombinu ya biashara nchini. Mheshimiwa mgeni rasmi, EACLC Limited ni taasisi yenye dhamira ya kuifanya Tanzania kuwa kitovu cha biashara usambazaji wa bidhaa na masoko ya kikanda. Tunashirikiana kwa karibu na serikali kuhakikisha kwamba miradi yetu inaleta matokeo chanya cha uchumi, kwa uchumi wa taifa na kwa wananchi mmoja mmoja. Kupitia kituo hiki tumezamilia kutoa mazingira rafiki salama na ya kisasa kwa wafanyabiashara wadogo wa kati na wakubwa. Lengo ni kuimarisha mifumo ya biashara, lakini pia kuongeza usambazaji wa bidhaa ukuaji, lakini pia kutambua kwamba fursa zinazozalishwa za biashara hapa zinamgusa kila mmoja wetu, kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa dhamira yake hiyo njema katika kuimarisha diplomasia ya uchumi diplomasia ya uchumi inaendana pia na trade and commerce. Diplomasia ya uchumi huwezi kuizungumza kama hakuna uwekezaji. Diplomasia ya uchumi huwezi kuizungumza kama hakuna mwingiliano wa kibiashara na miundombinu rafiki ya kibiashara. Namba moja, kituo hiki ni muhimu na ni kituo cha biashara ambacho kitasaidia sana kuongeza supply ya mahitaji ya bidhaa mbalimbali hapa nchini lakini pia kwenye ukanda wetu wa Afrika Mashariki na nchi zote nane zinazotuzunguka. La pili, itakuwa imefungua biashara yetu ya kikanda kwa maana ya regional market kwa upande huu. Tatu, itakuwa ni fursa ambayo itaongeza fursa kubwa kwa wafanyabiashara wa chini au wadogo wafanyabiashara wafanya wa kati na wafanyabiashara wa juu katika kupata urahisi wa kuwapata kwanza masoko, lakini pili kupata uwezekano mwepesi wa kupata bidhaa za kununua katika wholesale na retail trade eh, lakini pia urahisi wa kuweza kupata eh, elimu na taarifa nyingine za ziada kutoka kwa wafanyabiashara mbalimbali kwa maana ya kuchea E, changamoto kushare mafanikio na kutafuta masuluhisho ya kibiashara. Eneo hili litatusaidia ajira, ajira za moja kwa moja na direct and indirect employments kwa maendeleo ya sekta ya utalii na huduma za hoteli nchini. Parot Hotel iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha ni fahari ya Tanzania. Ina bwawa la kisasa la kuogelea na kupumzika kwa watu wa rika zote, mapokezi yenye ubora, hahapa utapata kahawa safi na vinywaji baridi vya kila aina, lifti za kisasa za kupeleka kwenye flo 13 zenye vyumba zaidi ya mia moja, vyumba vya kulala vyenye mazingira salama na tulivu, vyenye joto la upendo na baridi ya starehe, kumbi za mikutano ni vifaa vya kisasa mazungumzo ya kitaifa na kimataifa. Sehemu nadhifu ya chakula yenye kuleta hamu, vyakula vyenye viwango vya ubora wa afya. Baada ya uchovu wa kutwa nzima, kuna baa ya kipekee kwa jioni yako ya kukumbukwa. Karibu Paroti Hotel kuonja ladha mpya ya maisha.